Lakini leo tupo kusema tunashukuru mama, kwa msaada wako ambao kila siku umekuwa ukiufanya kwa watu ambao wako kwenye mazingira magumu au watu wenye uhitaji. Kama chama, tunatambua kazi kubwa unayoifanya, tunatambua mchango unaoufanya, tukiamini kwamba unatusaidia sisi kama familia, sisi kama jumuia, sisi kama Tanzania, lakini kama nchi nzima kuondokana na majanga ya watoto ambao wanaweza wasifikie ndoto zao kwa sababu ndogo ndogo au kwa sababu mbalimbali za kukosa mahitaji muhimu katika eneo lao la kujifunza. Kwa hiyo kama chama tuko bega kwa bega na wewe, tunakushukuru, na ndio maana leo tuko hapa kwa niaba ya walimu wote tukikupongeza kwa kazi kubwa hii unayoifanya. Nisiseme maneno mengi. Jambo pekee ambayo tunaweza kusema kwako, tunamuomba sana Mungu akupe siku nyingi za kuishi maisha marefu, ufanikiwe sana, ili mwisho wa siku gurudumu hili ambalo umelianzisha na wengine wenye nafasi au wenye uwezo kama wa kwako waweze kuunga mkono juhudi hizi, mwisho wa siku kuifanya Mbeya yetu, kuifanya Uyole yetu, kuifanya Tanzania yetu isonge mbele zaidi na zaidi. Baada ya kusema haya, kwa niaba tena ya chama, naomba nirudishe kisemeo kwa muhusika. Asanteni kwa kunisikiliza.